Wasiwe, wasiwe juu ya kanuni. Hao wanasema ndio wamemaliza hivyo. Hawana ubavu. Majangili au ubavu hawana. Piga pango hawana ah, ah, huo ubavu niko majangili, hawana ubavu wa kukataa mechi kwa mara mbola ya pili, hawawezi. Niambie, yani wale wale wale wale. Wale. Wale toka, toka ime, uwajue walishia wale wale wale kushinda kesi gani? Toka usikie nyuma mwiko imeanzishwa, walishia kufua, walishia kufunga, walishia kushinda mechi. Nasema ni kanuni tu, hamna cha kesi pale, au sio? Wanaposema wao basi, kanuni ndio hiyo hiyo, itakawataka waje kuwanjani. Nakwambia hivi, hawakubali yani, wanataka pointi 3 wapewe na bure bure, wamezoea mtele sehemu wanajitekenyaf wanacheka wenyewe e. So, yani, wanachokifanya wao wanataka kumpanga liba, yani shughuli ya kungi, wanataka kumpanga liba. Yani wao wanajitekenya tu, wachowambeni wasijidanganye, hawana huo uwezo, yani wale ni majangili kama majangili wengine. Mm. Eh, huwezi kumzuia Simba na ubavu wa kumzuia Simba Sports m, yani lastboni wa kafu sio sio tu TFF mlikuwa mshajua. Eh, imagine watu waogopa mbuzi, yani mbuzi <laughs> unajua na sababu za <laughs> kweli mbuzi zililetwa. Uh, sisi <inaudible> si ndio, wao wametoa stori hizo yani, katika wanaambiwa sasa, wameenda TFF kwa nini mmewazuia last lastboni wa taifa asifanye mazoezi? Nasema hamkutoa taarifa kama mnaenda kwenye mazoezi ila Kanuni siipo. Kwamba mcheze, then baadaye tu wazidie ah, ah. Yeah. Kanuni siipo, kanuni siipo mcheze, mcheze. Kuja kuadhibiwa, lakini hiyo hiyo kanuni pia inataka Simba ifanye mazoezi yani tuzuiwe kufanya kujiandaa na mechi mpaka tumekuja kufanya mazoezi leo hapa ah. Yani tumetoka Bunju, tumekuja kufanya mazoezi hapa leo hapa ah. Hey, haya tulofanya hapa mazoezi msianze kuwatisha watu. Ah, sasa wewe unafikiria ni mechi. Sisi tulifuata. Kwa hiyo kina nani? Yanga. Sasa mbona amekuja saa sita? Alikuwa anafuata nini wale? Wewe ni wani, mda wote mpo. Kama angekuwa anajiamini angekuja saa kumi. Wangetukuta. Kuna wakati nilikuwa napitia pitia Instagram. Kuna comment moja anasema, hii Simba inayocheza na timu nyingine ijichanganya kuja nyuma mosi wiki. Sasa sisi hatukuwa tucheze mechi. Sisi hatukuwa serious kaka. Sisi tulikuwa tunafanya warm up. Tulikuwa tunajipanga. Sio hatujajipanga. Tulikuwa tunafanya mazoezi ambayo tulikatazwa kufanya pale kwa Mkapa, Mkapa. Hmm. Hey, kwa sasa wao si walienda o? matokeo ngapi ngapi ngapi wali, wali, mechi ilikuwa ngapi ngapi? Oh, oh, magoli yao matatu. Ah, ah, ila si walipeleka timu jamani eh. Eh, nn na sheria iko wapi yani? Hiyo alama tatu napa na, na nani kwa sababu alikuwa hamna marefali wala mechi kamishna hayupo. Haya, iyo yu, pointi tatu napua kivipi yani? Kitapigwa e. Kita tu kkkupigwa kitapigwa, tuko tayari sisi, tutaenda asipoeda vipengelesi tumekimbiakukimbiay tufanye sisi tulikimbia, ila wao walishindwa kuvumilia masaya mawili haya 2021 msijizime data, nywe waandishi, kanuni eh, na sisi tumeenda <laughs> <laughs> e, kwenye kanuni e, lakini kiukweli kabisa tukitoa mambo ya kishabiki mambo ya kusemana semana kusemangana, uh, ifike mahali Simba na Yanga wasimame waziheshimu hizi kanuni za